Nisikilize basi. Mimi naomba unisamee, tuzungumze tuyamalize. Nimekuambiaje? Nakuomba uondoke huko ndani, sawa? Mama wewe. Sitaki, unaona? Mimi umeniuzi. Unajua kila mimi siwezi na kuomba. Simsikilize mtu sasa. Mama wewe. Nisamee polisi turudia tena I promise. Aha. Unajua bila wewe mimi siwezi kuishi. Mama we, Mungu akupende, urudie tena basi mama. Ah, makosa. Mama we, umenisamehe?

Unaona kabisa mtu ameweka mafanikio yake mezani, wewe unakuja kuyamwaga, si ndio? Mi kameniuzi unaona? Utaua.